No, mikono vizuri kijana, na usifanye nijigonge tena sawa? Sawa. Nikijigonga tena we are going to start again from zero. Okay, okay. Ama hata negative ten. Okay. Sawa? Okay. Tumefika namba 50. Tulikuwa tu tufike namba ngapi? 50. Kwani you you, you don't love yourself. Kwani enda kwa darasa nisipate kama hukufanya ile assignment <laughs> <laughs> yeah. <Wow>, okay, mani. <laughs> yeah. Mwalimu, mwalimu nimevunjika. Saa moja na 50, wewe unakuja saa mbili na nusu Hey, ni wavunjika nikikuja shuleni kabidi niende hospitali kwanza ndio nikuja. Unaona venye nimeumia mkono. Oh, nimefura. Mm. Eh. Oh, hii hii imetoka hospitali eh? Eh. Oh, na hiyo damu hiyo damu inakaa kama 3 years ago. Mpana ni azari venye damu yangu inakauka haraka. Oh, damu yako inakauka haraka eh? Eh. Oh, sawa. Wewe leo umeponea, go to class Kimani, eh? Eh, asante mwalimu. Asante. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh, oh. Ayo wao, Kimani, yeah? Unaona, mimi mimi unaona kama mimi ni kijana wa jana si ndio? Unakuja hapa kunichezea mchezo wa paka na panya si ndio? Aa yeah? Mimi si panya ama paka sahi mi ni yeah? Yeah. Kimani mbwa. Hizo mchezo zenye unajaribu kucheza yeah. Yeah? Sahi unaona ukiwa mjanja tulikuwa tunazicheza wakati tulikuwa wajinga sawa yeah. Yeah? Na nimeangalia hii mkono hii bandage umeamba wapi? Umeokota, si ndio yeah? Unaona, kuja udanganye udanganya Mr. Kangeze Mr. Kangeze is a foolish yeah. Chini unataka nikuchape na hii ama hii mm? Ni gani unaona itafanya kazi vizuri na haraka raka mm? Yeah, sindio? <laughs> God have mercy upon us. <laughs>